Hello guys. Karibu katika tutorial hii. Leo tunaenda kuangalia namna ya ya kuandaa ratiba ya vipindi mashuleni <coughs> na hii ni sehemu ya kwanza, namna ya kufungua hiyo programu kwa mara ya kwanza kabisa, utaifunguaje? Ukishaipata hiyo program na ukishafanya installation mara ya kwanza kabisa utafungua kama ifuatavyo, utafuata hiyo hiyo program then we take click, tafunguka namna hii. Kwa hiyo mara ya kwanza tafungukia kwa mara ya kwanza hapa. Kwa hiyo unatakiwa kufanya, nenda hapa create timetable. E, utaandika jina la shule, kwa mfano mimi naweza nikaandika labda Faraja, e, Faraja Sek Faraja Sek. ni mwaka gani unaandaa ratiba? unaandaa ratiba ya 26 26 27. idadi ya vipindi kwa kwa siku ni vingapi dele vini labda tuchukulie ni tisa, click yes. Hizo ndo taarifa za kwanza kabisa kubadilisha, then utaenda next next. E, eh, utafika hadi hapa e, eh, unaweza ukaendelea next next next next mpaka mpaka mwisho kwa finish. Ukishamaliza kama hivi atwe na hii ndo namna ambavyo uta launch hii program au utafungua kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo tokea imefungukia hapa, kwa hiyo video nyingine nitakuonesha namna sasa ya ya kuanza kusajili hivi vitu hapa ambavyo vinaonekana: subject teachers, pamoja na classes. Asante, lakini usisahau kusubscribe share, she pia na wenzio waweze kujifunza. Asante.